Leo nataka nikuonyeshe namna na ya kujenga credibility ambayo itakufanya ufahamike hata kwa watu ambao hawakufahamu. Credibility ina maana ya competence. Competence yanaweza yote yakawa maneno magumu ambayo yamekuchanganya kichwa. Ni vizuri credibility ni ile hali ambayo unajenga ubora wako, inewe ni kwamba hakuna hata mmoja anaweza kukubisha kwamba wewe ni mtu sahihi for the job. Mimi ni mmoja kati ya watu ambao nimeweza kujenga credibility ambayo imenifanya nifahamike hadi kwa watu ambao siwafahamu. Mmoja wapo ni wewe. Wewe sasa hivi upo kwenye peji yangu hapa, sasa hivi unanifuatilia vizuri, nansikiliza kwa sababu nimesha kuaminisha, mimi ni mtu sahihi for the job. Job yangu ni ipi hapa kwako? Nikikupa kitu unachotakiwa kuwa nacho kwa ajili ya kufanya kwenye biashara yako na kupata matokeo. So kwa sababu gani? Moja, nimeweza kuwa na konsistensi ya kukuonyesha kitu gani nakifanya. Pili, nimekuwa na konsistensi ya kukuonyesha nikiwa nakifanya hicho kitu. Tatu, nimekuwa na konsistensi ya kujalazimisha kukuaminisha kwamba mimi ni mtu sahihi. Nimewezaje kufanya hivi vitu vyote kwa pamoja? Niko hivyo, nimetengeneza kitu kinaitwa social media presence. Social media presence ni moja kati ya njia ya kufanya marketing itakayo kujengea credibility. Kwa mfano, kuna njia tofauti za kupata wateja, ndio tunaziita marketing. Kuna njia ambazo ukizifanya haziwezi kukujengea credibility, kuna njia ambazo zikikufanya zitakujengea credibility hata kwa watu ambao hawakufahamu. Hapa Instagram tu peke yake hii social media presence imenifanya wanifollow watu ambao mimi nilikuwa nawaona kwenye TV. Hii haitokei kwa sababu mimi niko hapa natia huruma kwamba jamani, naombeni mnifollow naombeni mje jamani, mimi niko hapa no, kwa sababu nimetengeneza social media presence hii. Ndo namna pekee itakayokuwezesha wewe kutengeneza credibility ambayo hata watu ambao hawakufahamu kabisa waamini kwamba this guy is good for the job. Na kama wewe ni mmoja kati ya watu ambao unataka kutengeneza credibility kwenye biashara yako kuhakikisha unapata mauzo, kuhakikisha unakuwa recognizable na watu ambao you never even expect. Comment neno kozi, kwa sababu kwenye kozi hii nimefundisha vizuri namna gani itakao kuwezesha kutengeneza credibility kwenye biashara yako ya aina yoyote, namna gani unaweza kutumia marketing strategy kutengeneza credibility, kwa sababu kwenye marketing strategy unaweza ukaishia kutengeneza pesa usitengeneze credibility, lakini kuna marketing strategy ambazo ukizitumia hautengenezi pesa peke yake, unatengeneza credibility kwa watu ambao you never even expect hawaweza ukawa na kufahamu. Tukutane kwenye comment section, comment neno kozi.